Lisingefaa kuwa kwa sababu, cha kwanza yeye ni mtu ambaye amehukumiwa juzi juzi na vyombo vya kisheria vya Kongo. La pili kuona kwamba ana uhuru kama huo wa kutembea na hatishwi na chochote, hiyo inamaanisha kwamba anajua anachokifanya, kwa sababu an hana uoga kwamba anaweza kushikwa. Nikiingia kiundani ki kidogo, ni kuona vile wale wapinzani ambao yeye anataka kuwaweka pamoja ili wajue wata fanya nini, kupambana na serikali, inamaanisha kwamba mchakato mzima ambao, ama michakato miwili, mchakato wa Washington, kati ya Rwanda na Congo, na mchakato wa Doha M ishirini na tatu, inamaanisha kwamba yeye hajali michakato hiyo na haiwekei maanani, kwa sababu anachokitafuta yeye, nafikiri ni kuendelea na vurugo katika nchi ya Congo. Unadhani kwa nini Kabila amekuja kufanya mkutano wake jijini Nairobi? Kwanza kabisa, inamaanisha Nairobi anao usalama wa kutosha na watu wake wana usalama wa kutosha, ndio maana anaweza huru kuja Nairobi. Pili, ni mahali ambapo pana urahisi fulani wa kukusanya watu wake ambao amewaalika ame kwa mkutano wake. Lingine ni ile sapoti ambayo ana chama hicho ama tuseme yeye mwenyewe na pia chama ambacho anakiunga ana mkono cha M23 FC23, sapoti ambao wanapata kutoka labda viongozi wa hapa hapa Nairobi, na ndio maana amejisikia kuwa na huru kufanyia mkutano wake hapa. Kutoshiriki kwa Moise Katumbi pamoja na Fayulu Mati u viongozi wengine, kuna tija yote kwenye mkutano kama huu? Ukiangalia wanaoshiriki kwa sasa ni watu ambao wengi wa wapinza wanaojiita wapinzani ambao wako katika mkutano huo ni watu wake, ni watu ambao waliweza kuwa nao. Tumeona akina eh, Raimo Chibanda, tumeona akina Nemi Mwilanya, wale ambao ni watu wake, wengi ni watu wake ambao walikuwa nao, na wengi wanaishi katika uhamishoni eh, kwa sasa. Na pia kuto kushiriki kwa watu wao vigogo wengine wa upinzani ni alama kwamba mpango eh, rais mstaafu anao si mzuri kwa usalama wa Kongo, ama si ambao wakusaidia nchi ya Kongo, kwa sababu ingelikuwa ni ule ambao ingekuwa ni mpango ambao utasaidia sana nchi ya Kongo, au wapinzani wengine wangejisikia huru kushiriki. Kwa tathmini yako unafikiri wanajadili nini? So, anachokifanya ni kuonyesha ulimwengu kwamba bado nina uwezo wa waku, kuweka wapinzani pamoja na bado ninasikizwa na wakongomani wengi wanaowafanya siasa wengi na bado nina uh, ile umaarufu zaidi ambao sio rahisi kusumbuana na mimi kisiasa, ama sio rahisi nihukumiwe kama uh, mahakama ilivyomhukumu. nam ni kushukuru sana bwana Francois Alwende kwa mchango wako na vilevile vile kwa muda wako jioni ya leo, asante. Nashukuru ndugu mtangazaji.